Hii inatisha kweli kweli, na hii ni baada ya jana hadi wasanii wa Eilist, yani Harmonized Diamond Platnumz, Alikiba, Mario, Rayvanny, wamekuwa wakipewa pesa na Mzenji ambaye anaishi huko Zanzibari. Sasa pengine haujui Mzenji huyu ni nani, lakini moja kati ya interview ambayo iliweza kufanywa huko majira ya siku kadhaa nyuma. Interview ile ambayo ilifanywa na shirika la habari la Bongo Tach ambapo waliweza kuongea na Dudu Baya, msanii huyu mkongwe kwelikweli, Konki Master aliweza kufunguka katika sakata ambayo ilikuwa inamhusu Pididi. Alifunga mengi Dudu Baya, lakini moja kati ya kitu ambacho alikichombeza aliweza kusema kwamba hata hapa Bongo pia kuna Pididi. Sasa ukifuatilia katika mitandao mbalimbali ya Instagram, wakati ile sakata la mzenji likiendelea, ambapo alilizua mange Kimambi katika comment section, wa bongo wengi wamecomment kwamba pengine Konki Master alikuwa anamzungumzia pididi ambaye anawapa wasanii pesa, pengine ndo huyu sasa pididi wa kibongo. Sasa hayo yote ameweza kuzua sana sintofahamu, kufuatia hicho ambacho aliweza kusema Conkmaster na kuhusianisha matukio. Lakini ni mtu mfahamu kwa kina huyu Mzenji ni nani? Je, ana utajiri gani wa kumkodishia hadi msanii mkubwa ambaye tunamuona tunamwona na pesa hapa Tanzania. Na najuzi tu alikuwa gumzo katika nchi ya Nigeria. Moja kati ya klipu ambayo aliweza kuongelewa vizuri na bloga mkubwa kutokea huko Nigeria ni bloga ambaye aliweza kumzungumzia Diamond Platnumz, akasema kwamba ndo msanii namba moja mwenye pesa kwa East Africa pamoja na Afrika ya huko magharibi, yani akizungumzia Nigeria akisema kwamba Damo Platinum anawakalisha wasanii wote hadi Davido, Wizkid, Burna Boy amewazidi pesa, na hii ni kutokana na jinsi anavyospend pesa katika harusi ya Juksi. Tuliona jinsi alivyoenda, alimwaga pesa kweli kweli. Sasa kama Damo Platinum anaweza kuongelewa vizuri kwamba yeye ndio msanii ambaye ana pesa nyingi, iweje leo tunasikia kwamba ndege ile ambayo inasemekana ndio alikodisha kuwatoa Tanzania kuwapeleka hadi kwa Nigeria kwa private jet, inasemekana kwamba hiyo ndege pia kumbe alikodishiwa na Mzenji for free. Huyu Mzenji ni nani, anajihusisha na nini? Na mje tumchakate na tumchambue kwa kina kupitia blue house Tax Media mimi. Ungana nami hapo chini kwa maneno yaliyoandikwa, subscribe. Ukisubscribe utakuwa wa kwanza kupata update zetu kila wakati na kila muda. Mzenji ni mtu wa huko Zanzibari kama jinsi unavyomwona katika picha. Mzenji huyu amekuwa akikutana na watu mashuhuri tena na watu wakubwa lakini yeye so kwamba na umaarufu kiivyo, ni mtu ambaye hana umaarufu sana, lakini ni mtu mwenye pesa nyingi tena akiwa bado kijana mdogo. Ukimwangalia kwa mbali anafanana na msanii Ali Kiba. Watu wengi wamekuwa wakimfananisha na Ali Kiba, na hiyo ni kutokana na mwonekano wake wa ndevu, rangi yake, lakini pamoja na umbo lake linafanana na msanii Ali Kiba. Sasa ni kitu gani ambacho kinafanya kina awe na mvuto kwa sasa akifuatiliwa na watu wengi? Je, yeah. Anamiliki nini huyu Mzenji na kwanini amekuwa gumzo sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii? Huyu Mzenji juzi aliweza kupostiwa na Baba Levo kupitia ukurasa wa Instagram wa Baba Levo, Baba Levo akiandika kwamba furahia siku yako tajiri, ikiwa ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa birthday. Baada ya Baba Levo kumposti, watu wengi sasa ndo wakaanza kumfuatilia picha linaanza katika peji yake ya Instagram. Huyu mzenji ameweka private, lakini ana jumla wafuasi ama followers elfu kumi na nane tu mpaka sasa. Watu wengi wamekuwa wakimfuatilia kwa kina mzenji huyu, wamekuwa wakimfolo, lakini akaunti yake ameweka private, hataki hata mambo ya ustaa kivile, lakini amekuwa akikutana na watu wakubwa sana kupitia nchi mbalimbali na mzenji huyu hapo jana ameweza kuzua sintofahamu baada ya kuposti posti ambayo akimwambia Harmonize kwamba nahitaji nikutane na wewe tuliongelee hili swala mezani, tuliongelee kwa kina kuhusiana na swala ya Ibra, ikionekana kwamba mzenji huyu ni kama vile anataka kuilipa ile bilioni ya Ibra ambayo Harmonize alikuwa anamdai Ibra, kama mkataba ulivyokuwa unasema katika lebo ya Konde Gang wakati Ibra anasaini. Mzenji huyu anaki, anamiliki klabu ya mpira ya basketball ambapo klabu hii jinsi kangoja ni kuonesha na klabu hii jinsi kama unavyoiona ni klabu kubwa kweli kweli, Da City Basket wanaita hivyo, ina jumla ya wafuasi 1014 lakini klabu hii ukiangalia hata katika picha zao, waliweza kuchukua ubingwa hivi karibuni, ambaye washindani wao waliweza kufanyikia huko Rwanda, lakini pia waliweza kupita Kenya, lakini ambasada na influencer ambaye alikuwa anawaongelea alikuwa ni Baba Levo, ntakuachia klip zake hapo mwisho uweze kutazama. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapesa kwelikweli. Hata moja kati ya eh, moment ambayo City ni ambayo ilionyesha wakiwa na baba Levo, wanakula katika hoteli flani, lakiniaohoteli walikua wanakula imagine, huyu mtu ni esa mtu anamiliki hii ya basketball lakini hata walivyoenda katika hoteli wanavyokula utafikiri kama vile wameshikwa mkono na tajiri mkubwa nyuma yao, lakini ni huyu kijana mdogo Mzenji ambaye inasemekana kwa sasa ndo ana pesa nyingi. Sasa huyu Mzenji anamiliki hii dasit basketball ambaye iliweza kupata ushindi, na hata ukiangalia katika picha zao ni mtu ambaye anafanya promotion kubwa katika mitandao ya kijamii, anakuja kuojiwa na watu mashuhuri lakini pia aliweza kukutana na wasanii kadhaa. Hata ukiangalia hapa, nimekuwekea klipu za Baba Levo akiwa anamzungumzia huyu bwana ambaye ni Mzenji mwenyewe, ambaye imesemekana kwamba Mzenji e, amekuwa akiwapa pesa kwenye makasino. Na moja kati ya kile ambacho aliweza kusema Baba Levo kupitia moja kati ya interview zake, aliweza kusema kwamba huyu Mzenji ndo yule mtu ambaye anamwaga pesa mabilioni kwenye makasino ana utajiri wa kutupwa huko Zanzibari. Sasa watu wengi wamekuwa wakiendelea kujiuliza maswali, je, huyu bwana anafanya kazi gani? Tumejaribu kutafuta profile yake huyu mtu, pengine anafanya kazi gani na nini chanzo chake hasa cha kupata pesa nyingi kiasi hichi. Mpaka sasa maisha yake ya ku private, yani haijaweza kujulikana, huyu bwana anategemea nini hasa kuingizia pesa zake ambazo zimekuwa ni kama vile gumzo sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Mzenji huyu amekuwa na mvuto kwelikweli hata katika peji yake ya Instagram ameweka peji hii private, yani hataki kama vile ajulikane sana. Ni mtazama klipu za Baba Levo eh, akimwongelea Mzenji kwa undani kuhusiana na maisha ya Mzenji na utajiri wake. Amekuwa akisifwa sana na Baba Levo na hata Baba Levo ndo aliyetusanua. Lakini hayo yote inaweza kusemekana kwamba aliweza kumlipia hata Diamond Platinumz jeti ya kwenda huko nchini Nigeria katika harusi ya Juma pamoja na Prince. Tazama hizi clip lakini pia utaweza kushusha comment yako. Hapa ni Blue House Dex Media. Langu jina mimi Subscribe ndio kama una family yetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata habari zetu na updates zetu kila wakati na kila muda. Asante. Uh, timu ya Dar City hapa Rwanda. Uke, ukifika muda wa kula President Musa Muzenji alichokifanya, amehakikisha kila mtu anakula vile anavyotaka nimeletewa kuku mzima mimi nimekatazwa na daktari kuanzia sasa hivi nisiwe na kula wanga. Daktari huyu hapa kasema wanga, kwa sababu ya matatizo ya miguu k, natakiwa nile kuku na kujimimina makachumbari kama hivi. Ni kujimimina naomba kachumbari hii. Ni Dark City, tuko Rwanda, tunakula tunashiba, ili tukiwapiga tunawapiga kama tumewazaa. Hapa Rwanda, timu yoyote itakayocheza na Dark City itapigwa kama ng'ombe. Tuko tayari, vijana wamejipanga, vijana wana nguvu, mzigo wa kutosha upo. Tunakaa five star, tunalala pazuri, tunakula vizuri, tunaenjoy Nataka niwaambie Tanzania, Rwanda. Tanzania iko mikono salama ndani ya Dar City bwana. Dar City for everybody. Piga shoto uoneshe kule. Tembea mpaka mwisho kule waoneshe. President Musa Mzenji umemwona? Mtu wa maana kabisa. Hey, Mungu akusaidie sana, ushinde. you know